Bwana mfahamu Lari Madowo, huyu jamaa ni mwandishi wa, wa habari kutoka CNN, ni Mkenya huyu jamaa. Sasa kitu ambacho walikuwa anazungumzia hapa ni jinsi gani ambavyo waandishi wa habari nchini Tanzania walikuwa wameshindwa kabisa kuripoti matukio ya uh, vurugu yaliyotokea nchini Tanzania, na ndio hapa anaomba sasa, uh, raia yeyote ambaye anafuteja wana clip yoyote ambayo, ambayo anaweza kumtumia ili yeye sasa kutokea